Mfumo huu wa CCM watoto wetu sisi masikini wanaandaliwa kuwa watawaliwa, watoto wao wat watawatawala wenyewe, wanajiandaa wao na watoto wao, lakini wakati huo huo wanawaandaa watoto wetu kuwa watumwa wa watoto wao. We mtoto wa Mwiguru mdogo, tuchepukize na baba gani kavimba mashavu kuliko mimi na ana sindikizo la miji ta CCM hivi

Watu wa Masaki viongozi <laughs> wao na watoto wao wanagawana keki ya nchi, na wanajua kwa wananchi wapate uhalali, njia pekee wameenda kuharibu mfumo wa uchaguzi, ili baadhi ya familia za watu wachache sibaki madarakani, familia yangu na familia yako ikose matumaini, tuwe ni tabaka la watawaliwa. Ndio maana kila mahali majina yanaanza kujirudia, wanaochaguliwa na kuteuana ni wale wale. Tunataka mfumo wa uchaguzi ambayo mtoto wa masikini asiye na jina, wa chama chochote akisimama, awe na uwezo wa kushinda bila kujali mama yake ajawahi kuwa TANU, hajawahi kuwa CCM, ajawahi kuwa kiongozi wa serikali. Sehemu yenye demokrasia, mtoto wa muuzagongo anakuwa kiongozi, mtoto wa machinga anakuwa kiongozi, mtoto wa bodaboda anakuwa kiongozi. Ndo mfumo huru wa uchaguzi unaopiganiwa, kwa ajili ya wachache. Tunataka katiba isiyokuwa na macho inayotoa usawa kwa watu wote, mfalme na mtumwa wote wawe sawa katika nchi yao. Hatuna katiba ya namna hiyo. Uduni wa maisha, mazingira, mfumo tunatengenezewa. Kiongozi gani wa CCM anamleta mtoto wake shule za kata asome na wakwetu, ili tuone hawa wakwetu wana matatizo, wanakuwa panya road, lakini mtoto mtoto wa waziri wa fedha wa Mwiguru ajawa panyaroni na amesoma shule ya msingi Tabata. Tupate mifano sahihi, tusiwaonee watoto wetu. Watoto wao hawaendeshi bodaboda, watoto wao hawahemei chakula kwa siku. Wameiba mabilioni na mamilioni, wanakuletea change wewe ambayo haikutoshi hata breakfast, unaropoka ujinga kwenye vyombo vya habari. Wewe maisha yametaabika. Baba unakaa chumba kimoja mtoto anakuwa mkubwa na una watoto wawili. Dar es salaam imefika steji, Mheshimiwa Rema, mzazi anamwomba mtoto wake akalale kwa jirani, ndani huko nafasi hakuna, na amekuwa mkubwa, wali uongo, siku ya mwisho mtoto anaharibika, anaanza uchangudoa, anavuta bangi. Mzazi ujui uwezo wa kumudu maisha, upate chumba cha wazazi, sebule na cha watoto haupo. Ukifa wewe leo ndio watoto wako wamefia hapo hapo, kwa sababu una akiba unaoweka ya uzeeni? Una bima inayolinda maisha yako? Una uwekezaji unaoweka? Ni unatafuta elfu mbili ule. Lakini mfumo wetu wa maisha wa sisi ndio umetufanya tuwe hivyo. Kuwa na wabunge wanaochaguliwa na, na wananchi, ni kuwa na mbunge anayejiamini kwamba nguvu yangu ni wananchi, sio serikali, sio spika, sio chama, na wasemea wananchi matatizo yao. Nikiongea hakuna wakunigusa. Bunge letu la sasa sio huru. Kila mbunge akiingia bungeni, anatekwa na vyama, anasizi kuwa mbunge wa wapiga kura. Kile anachofanya ni kile tu chama chake kinachotaka na sio wapiga kura wanachotaka kwenye jimbo, mpaka chama cha siasa kinaamini kinamiliki mbunge. Kwani wabunge wa CCM hawajui kama kuna watu wanapotea? Juzi mkoa wa Bara tumesikia mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM amepotea. Kuna mbunge gani ataa sisihemu amenyanyua mkono kusema a bungeni, aulize mwanzao mwenzao yuko wapi? Wao wanakwenda mbele kupitisha sheria mpaka kuanza kulipa wenzi wa viongozi. Ukimuuliza huyu wenzi wa kiongozi alifanya nini, huwezi kuelewa kwa taifa hili. Marekani mara ya mwisho mambo ya kujadili tume ya uchaguzi, haki ya kuchagua na kuchaguliwa, ilikuwa ni mwaka elfu moja mia tisa weusi leo 2025 ndio tunajadili tume. Sisi tunaotaka marekebisho ya katiba, sio kwa sababu binafsi, ni kwa sababu tunataka kila taasisi ya umma ifanye kazi yake. Mbunge afanye kazi za nini? Za kibunge bunge, bunge lisimamie serikali.